Bado kuna ushindi TV. Ignite your faith. Change the world. Haleluya, uh, tunaendelea na ujumbe wa neno la Mungu unaosema maisha lazima yaendelee. Haijalishi unapita kwenye dhiki, haijalishi unapita kwenye kuchoka, haijalishi unapita kwenye kukata tamaa, lakini maisha lazima yaendelee. Kama kuna kitu unapaswa usikifikirie ni kufikiria kufa unavyokutana na changamoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Pamoja na changamoto nyingi alizokutana nazo mtumishi wa Mungu Daudi, lakini alisema kwenye Zaburi ya mia kumi na nane mstari wa kumi na saba sitakufa bali nitaishi ili niasimulie matendo makuu ya Mungu. Alikuwa na imani thabiti, alikuwa na uhakika ya kwamba kama atakuwa akiishi lazima atakuja kuona mazuri na sio mabaya. Mtu anayependa kufa, anayependa kukata tamaa, ni kwamba hana matumaini ya kwamba kuna mazuri katikati ya mabaya. Bwana Yesu wasifiwe sana. Na mara nyingi ni pale akili za watu zimepofushwa na mungu wa dunia hii. Katika kitabu cha Wakorintho wa Pili sura ile ya pili ya, ya, ya, ya, ya, sura ya nne mstari wa nne anasema mungu wa dunia amepofusha watu fikra zao wasiamini, isiwazukie nuru ya Injili Fikra, fikra za mwanadamu zinapokuwa zimepofushwa hawezi kuchakata na kupata wazo sahihi, wazo zuri ambalo anatakiwa aliingize katika utendaji ili limletee matumaini, limletee baraka, limletee kile anachotarajia na kukitaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa dunia hii akikupofusha, kila kitu katika maisha yako unaona hakifai, hakina maana kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, Yesu wasifiwe sana. Nafikiri ya kwamba ni wakati sasa wa kuamua kumkiri Yesu kwa moyo mmoja na kwa bidii zote, ili uweze kufikia hatima iliyokusudiwa, bila kuangalia mazingira ya magumu na mabaya unayoyapitia, kwamba yanaweza kukuchelewesha na kukufanya usifikie kwenye kile Mungu amekikusudia. Mara nyingi wanadamu wanapopitia katika hali ngumu, zinawasababisha hali hizo ngumu, wavunjike moyo, wakate tamaa na wanapokonywa thamani yao ya maisha. Watu inafika mahali haoni thamani ya kuishi tena, anaanza kufikiri na kutazama kufa. Lakini mimi ninataka nikuambie unapaswa kuwa na mawazo tofauti. Katikati ya magumu kuna njia, katikati ya mateso kuna furaha, katikati ya dhiki kuna faraja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya yote yanaweza yakawa matokeo ya matendo yetu wenyewe. Wewe ni vizuri ukajifundisha kuchagua Uchaguzi unaweza kukuamua kukuamua kuchagua kifo ama kuchagua uzima. Mungu anamwambia Musa katika kitabu kile cha Kumbukumbu ya Torati thelathini kumi na tano anasema nimeweka njia mbili mbele yenu, uzima na mauti, lakini anawashauri chagueni uzima. Na mimi nakuamuru na kukushauri chagua uzima. Haleluya! mambo yote mazuri, mambo yote yenye furaha, maendeleo ya kila namna, hayapo katika ukimya hayapo katika kifo. Mtu akisha kufa, Biblia yasema kumbukumbu lake linapotea linasahulika kabisa, hawezi kuwa na ushuhuda baada ya kufa. Lakini unapokuwa uko hai, lazima utapata ushuhuda, hata kama unapita kwenye changamoto, lakini utakuwa na neno la kumtukuza Mungu katika midomo yako, lakini utakuwa umepata fursa ya kufanya kingine ambacho kinaweza kikakutoa katika dhiki yako. Siku zote unapopita katika hali yoyote Hebu kumbuka maneno haya: maisha lazima yaendelee. Mambo tunayoyapitia yanaweza kutukatisha tamaa na kutusababishia kujisikia tuko mbali na Mungu, tukihisi kwamba Mungu ametuacha, Mungu hatupendi kwa sababu ya majaribu tunayokumbana nayo, na lakini, katika hali hii, tunaweza kuanza kuishi maisha ya, ya kupingana na Mungu na kujaribu kufanya kinyume na mapenzi ya Mungu ili kujitoa na kujinasua katika hali tulizo nazo, lakini mimi najaribu na, na, na kukuambia ya kwamba ni wakati wako, katika mazingira yoyote, katika magumu yoyote, usikubali, usikubali kushawishika kwa namna yoyote kumwacha Mungu. Haleluya, haleluya! Endelea kufanya kile ambacho unaona kinawezekana kwenye maisha yako, kwa maana kuna fursa ya pili katikati ya kushindwa kwa kwanza. Bwana Yesu wasio sana. Kwa hiyo tunapopitia mazuri, mara nyingine pia huwa tunasahau haraka kwamba tulipita katika kipindi kizuri. Na mara nyingi huwa tunakukumbatia na kushika mabaya tu yanapotuzinga, na ndio maana watu wengi wana historia ya mambo mabaya kuliko ni ya mambo mazuri. Mungu atusaidie sana, wewe usiwe mmoja wao. Ndio maana bibilia inatuonya na kutuelekeza, shukuruni kwa kila jambo, kwa maana hayo ndio mapenzi ya Mungu kwako. Nataka nikuambie katikati ya bahari kuna njia, kama wanaisraeli walipita, katikati ya jangwa kuna chakula, maana kama waliokula wanaisraeli katikati ya mwamba kuna maji, katikati ya jangwa mahali ambapo hakuna msitu wala miti wala nyika, lakini kuna nyama, wapo kware wamefichwa. Ni pale utakapojifundisha kumtumia Roho Mtakatifu kwa nguvu zake, hakuletee chochote. Sikiliza, ingekuwa ni bidii ya wana wa Israeli wasingeweza kupata nyama maana katikati ya jangwa kware wanatoka wapi? Kware wanakaa kwenye vichaka, kwenye misitu, mahali ambapo kuna majani na pana malisho na pana uwezo wa wao kupata nafasi ya kujificha, kutaga mayai na kutotoa watoto. Lakini sikiliza, Mungu alichomwambia Musa awachague wazee sabini waingie kwenye hema, alafu atachukua sehemu ya roho yake ataweka ndani yao, wamsaidie kubeba mzigo. Walipomkabidhi jukumu hili Roho Mtakatifu, Biblia inasema Mungu akaleta upepo ule upepo ukasukuma, usiku kucha, ukaleta kware kiasi cha kwamba hata mtoto mdogo angeweza kuokota kware wale na kula. Wale kware wakaonekana hawana uwezo wa kukimbia na kukimbizana, walikuwa tayari. Mungu ameingilia kati. Ndivyo Mungu alivyoandaa kisima. Ndio maana uh, Daudi anasema unaandaa meza machoni kwa watesi wangu, pale mahali ambapo wanajua sasa anakufa huyu, ndivyo pale ambapo unaanza safari mpya ya heshima na kutukuzwa kwako pale walipokuwa wanajua Daudi wamemmaliza, ndipo Daudi aliposimama na kuwa shujaa mkuu sana. Daudi yuko porini, anamkimbia Sauli. Pango lile lile ambalo Daudi ameingia na pango lile lile uh, mtumishi wa Mungu Sauli ameingia na jeshi lake, kiasi cha kwamba ilikuwa rahisi kummaliza Daudi, lakini Biblia inasema haleluya, mawazo anayotuwazia Mungu ni mawazo mema, kutupa tumaini katika siku zetu za mwisho. Mungu ana mawazo mazuri, ndio maana ni vibaya kukata tamaa, ndio vibaya kuchoka, ni vibaya kuzimia moyo. Hebu anza kutafuta shauri la kujua ya kwamba hata katikati ya dhiki bado Mungu hajakuacha wala hajakusahau, bado kuna tumaini na bado kuna ushindi. Jina la Bwana libariki sana. Ni wakati wako wa kutafakari mara mbili. Ni wakati gani umefikiri kwamba ustahili na huna thamani ya kuishi kule ku, kuona huna thamani ya kuishi na kutokustahili ni ukafiri mkubwa unaoingia ndani yako, kuona kwamba kila alilolitenda Mungu katika maisha yako alifaa. Hebu geuza mtazamo kwako, ujue katikati ya dhiki na mateso bado maisha yanaendelea. Basi nataka kuomba na watu ambao leo wamekata tamaa, wame wamechoka wameona, kana kwamba Mungu amewasahau amewaasha, lakini mimi nataka niwatangazia, nafasi ya kikuhani, Mungu amenipa nafasi ya utumishi inayotumika katika madhabu yake. Mungu bado anayo nafasi kwa ajili ya maisha yako, katika jina la Yesu amen. Basi tuombe tuombe nifuatishe, maneno haya sema: Mungu Baba Mwenyezi, kwa jina la Yesu ninakushukuru kwa matendo yako makuu, ninakushukuru kwa wema wako, kwa fadhili zako, ninakushukuru kwa uzuri wako na ukuu wako. Kwa mamlaka ya jina la Yesu ninatangaza roho yoyote ya kushindwa iliyokamata mama huyo, roho roho yoyote yoyote ya ya kuchoka iliyomkamata kijana huyo huyo, roho yoyote ya kuzimia moyo iliyomkamata mtu huyo, na iapisha, ishindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaamuru utukufu wa Mungu na heshima ya Mungu iwe juu yake sana kuliko ni wakati mwingine wowote. Baba, kwa mamlaka hiyo na kwa jina la Yesu heshima yako, enzi zako, adhama zako na mashangilio kwa jina la Yesu zimekuwa. Bado Kuna Ushindi TV, ignite your faith change the world.